Karibu katika mda pesa mda pesa, ninakusalimu kusalimu kwa jina, naitwa Timo Mzava. Una laiki hapo, una subscribe na unagonga hiyo kengele ili nitakutoa somo lingine uwe wa kwanza. Mda pesa mda pesa, karibu ndugu yangu mtazamaji mpendwa wa chaneli yako inayopenda inayopendwa mda pesa somo hili ni zuri sana, ni somo inalokufundisha jinsi gani ya kujiandaa kupata akaunti ya pepo ya biashara ili uweze kulipwa ukiwa Tanzania. Moja, unatakiwa uwe na laini ya simu ya nje ya nchi. Mbili, unatakiwa uwe na gmail mpya ambayo hujawahi kuombea au kusaini katika pepo. Tatu, Unatakiwa uwe na benki online ya nje ya nchi hasa Marekani. Na kitu kingine uwe na mtandao ambao unakuwezesha kuweka hela na hiyo hela uweze kununua laini katika nje ya hiyo nchi unayotakiwa kupata laini ya simu. Haya yote nitafundisha hapa katika Mda Pesa, lakini cha muhimu katika ile saiti ya timebox. kuna masomo mawili moja setting ya payout au jinsi gani ulipo katika mtandao gani iko pale Payeer na hapa chini kuna linki ya kupeleka YouTube kuangalia hilo somo na kuna linki ya kufungua Payeer account. mbili jinsi ya kuseti timebox. wakati unaanza watu wengi wameshindwa eneo hilo ipo linki na picha ya hii video ndio hii hapo, unayoiona fuatilia mpaka mwisho. Cha muhimu ninachokuomba nipe sapoti, subscribe, share, kwa wana weka na notification, waambie kuwa ipo chanel inaitwa Mdaa Pesa ambayo inakuwezesha wewe kupata faida kupitia bando lako. Nachokufundisha uhitaji kwenda benki kukopa, hapana bando lako hilo unaloliweka la elfu moja kwa wiki, kwa siku elfu kumi elfu tano litakuingizia faida kama una wifi. Lakini kumbuka, tumia bando lako kwa faida, na faida yenyewe utaipata tu hapa Mdaa Pesa. Twende kwenye somo, jinsi ya kuhamisha hela kutoka katika Airtime kwenda katika Payeer ambayo itaniruhusu kuingia katika website ya kununua laini ya simu ya nje ya nchi kwa ajili ya kupata PayPal account, naweza kupewa pesa nikatoa benki ama katika simu, yote inawezekana. Hiyo hapo, unayona ni account yangu ya Airtm ambayo nililipwa kwa ajili ya kufanya kazi katika Timebox. Kwa hiyo Timebox walinitumia hiyo dola kumi na tisa na pointi hizo lakini nachoenda kufanya inahamisha dola tano kupeleka katika akaunti ya Payeer. Kwa hiyo hapo naenda katika payment sawa, na anapoenda kwenye payment, ninachotaka ninaenda kuiweka hela katika Payeer, na nikifungua Payeer yangu hapa utaiona kabisa akaunti yake ni 0.24 ndio hela iliyopo kwa hiyo ni hela nitakayotoa kule katika Airtm itakuja hapa katika Payeer, ili nisaidie kuhamisha katika akaunti nyingine, ili niweze kununua namba ya simu ya nje kwa ajili ya kufungua akaunti ya PayPal ya biashara, ili niweze kulipwa hela hapa Tanzania. Kwa hiyo hiyo ndiyo balansi niliyo nayo. Kwa hiyo naenda kwenye ninakenda hapo payments, sawa. Nikienda kwenye payment hapo, nakuta hiyo airtime, nakuta hiyo send na kuna hiyo pay loko, lakini mimi naichagua hiyo hapo pay loko, ndo inayofanya mie. Hiyo ni kama nataka ku request hela, mtu anitumie, lakini leo na deal na hapo pay loko, sababu naenda kujilipa au kulipa katika mtandao wangu wa paya. Kwa hiyo hapo ninapoenda naipeleka. Kwa hiyo hapo ninafanya nini, inabidi niende ku search hapo method payment na hiyo method paymenti nitaandika ntaandika paya. Sawa, kwa hiyo paya ni yoyo akaunti yangu mimi, sio ya mtu mwingine, ingawa naweza nikamtumia mtu mwingine. Kwa hiyo hapo naenda kufanya setting zangu za ninatuma tu hapo dola tano Kwa hiyo nikishatuma dola tano utaona nitaandika hapo, na utaka kutuma dola tano kwa nikasema mbili, ngapi yoyote, na yenyewe huko itakuwa inajikalkuleti chini na kiasi ambacho nitakatwa. Kwa hiyo dola tano nitakatwa senti hizo kumi na mbili hizo point, ndio tunapotakiwa kwenda. Kwa hiyo hapo nitafanya confirmation, ni nipokee dola tano kwenda kwenye Payeer. Kwa hiyo nikifanya hapo confirmation, nitaniambia nikomfige hizo namba za zangu, kwa hiyo nitaweka hapo email yangu ya Payeer. Sawa, nitaweka jina langu na nafui na Yo, configure payment. Sawa kwa bila kufanya hivyo, hata nikifanya hiyo payment haitawezekana. Kwa nachoenda kufanya, ninajaza hizo address hapo, kama unavyoziona natakiwa nijaze, kwa naenda na copy hapo, hiyo ndio akaunti yangu ya payeer ndio naweka hapo sawa. Ninaenda kuangalia email na kwenye profile hapo Nikikliki email yangu ndio hiyo hapo, hiyo nitaikopi hiyo email kutoka Airtime. Sawa, apandisha hapo, naweka email na hapo nitaandika jina langu kwanza, na hapo nitaandika jina langu la pili, halafu nitafanya hiyo config payment iweka nayo na itaka ambayo itakuja hapo katika pea, mda pesa, mda pesa submit request. Kwa hiyo inaendelea kunitafutia, au sio? hiyo pea ambayo atakayoenda Sawa, wait for cash to send in pay account. ninachoenda kuangalia ni kwenye akaunti yangu ya pay yeah. Je, yeah, hela imeingia kule, ko nasubiri nini? Confirmation. Sawa ya kuingia hii hela dola tano. Kwa hiyo hapamaau sio naenda kumtumia hiyo dola tano kwa hiyo imekubaliwa. Huo ndio muda uliobaki, au muda ambao unatakiwa, mimi niende kufanyaje kupokea hii hela? Kwa hiyo nikisema cancel ita cancel, cancel. lakini mnataka kupokea hii dola tano. Sawa, anakuambia hii imesha kwenye, address hii imeshaenda kwenye hii hapa, hela yangu hii hapa imefika dola tano. Sasa hii dola tano nitaenda kuonesha jinsi ya kuchukua line ya simu ya nje. Kwa hiyo narudi hapa nina confirm kuwa nimepokea, sawa? Confirm. Okay. I have. Naona confirm fund received nina confirm. Sawa. Kwa hiyo nikiconfirm, poa, kwa narudi hapa kwenye account yangu ninaangalia hela iliyobaki baada ya kutuma narudi home. Kirudi home itanionesha eh, nina dola kumi na nne ambayo nina sawasawa ya sawa shilingi elfu arobaini na moja ndio zile nilizoenda kutuma. Kwa hiyo hili somo ninakuonesha hivi kwa sababu gani? Ukifikisha ile dola tano unaweza kule ukatuma kwenye Payeer dola nne. Kwa hiyo chini ya somo hili kuna linki ya kufungua hiyo Payeer ili na wewe uweze kutuma hela. Itakusaidia nini? Kuna malipo tunayoenda kuyafanya, ili uweze kufungua ile akaunti ya PayPal biashara, lazima kuna uwe na mitandao fulani ambayo inayokubali kufungua akaunti ili uweze kutumiwa, lazima online za sim online, kwa ajili ya PayPal wanatumia akaunti moja, hapo ni hii ya Payeer kufanya Top up ya nini ya account yako. Kumbuka ukifungua ile account inakuwa ina zero sawa. Ili uweze kuweka hela nini, ni mitandao baadhi inayotumia hela. Kwa hiyo ni muhimu sana ujiunge na Timebox, ufanye mazoezi yako yapate hiyo dola tano iende kwenye Paya, jinsi ya kuseti Paya, kama unakumbuka, katika airtime katika Paya. Asante sana ulikuwa nami Timu Mzaba, tutaendelea siku nyingine. Natumaini mtazamaji wangu umeangalia somo hili mwanzo mpaka mwisho. Usikose kuangalia masomo mengine yaliyopita katika apps pendwa za kusikiliza mziki zile, angalia hmm, video na linki ziko hapo chini, au utatembelea YouTube utaona, na vile vile utaweza kutoa hela yako ukiwa hapa Tanzania na masomo haya yanayokuja ni masomo mazuri sana, ambayo ya yanaenda kuonesha na kukuwezesha kupata akaunti ya PayPal ukiwa Tanzania na upate kulipwa. Asante sana, ninakupenda mtazamaji wangu. Muda ni pesa, muda pesa, muda pesa.